Laku maarufu Ustaz Bahona e, hapa ni Kaloleni, ni Kipini Division Tana Delta. Na hii ndio madrasa ambayo imeanza kutoka mwaka elfu mbili na nane. Madrasa hii imetoa wanafunzi ambao wamemaliza tanawi takriban wanafunzi kumi na tatu. Na leo madrasa yetu iko taabani sana, kwa sababu imejengwa na ikaezekwa haijafika lenta. Hali yake ni taabani sana, kiasi mnaona hata milango hamna hapa, milango yenyewe ni shida, na hapa ndani pia pana shida unavyoona, tunavyoona hapa. Na pia madrasa hii ina watoto mia moja na thamanini na wawili. Na madarasa hii wazazi wake ni maskini, wengine hawaoni ni blind. Madarasa hii ni kwamba hakuna mshahara wa mwalimu, mwalimu yuko taabani, ni kujitegemea. Na madarasa hii ina shida, watoto wake hawalipi fii, bali tunaenda hivyo hivyo anavyojua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na madrasa hii ina darasa kutoka raula mpaka darasa la tano, na mashallah darasa ni nne, na hizi darasa nne hazitoshi, sababu darasa moja inakuwa na wanafunzi aa, darasa mbili mahali pamoja. Na hivi nataka tuwaone wanafunzi mahali walipo, tuone na hali ya hapa chini unavyoona

Ndio hali ya madrasa, milango yake tunavyoiona ni utaabani, na hata chini huku tunakuta hakuna floor nzuri ilivyo, na hata hapa ndani apo wanafunzi wamekaa, kuna utaabani sana na wanafunzi. Ndio hawa wameshapatana hivi, na hii ndio hali ambayo sisi tuko nayo. Hawa ni wanafunzi ambao tunao hapa darasa, aina mbalimbali zipo hapa. Kwa hiyo tunawaomba wale wafadhili ambao ni faalul khairi, watuangalie mambo haya, watusaidie ili Mwenyezi Mungu atukundue na sisi tusonge mbele, insha Allah Taala, dini ya Kiislamu ipate kuendelea. Kwa hiyo tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kila ambaye ni faalul khairi atusaidie na malengo yetu haya ambayo tuko nayo madarasa hii jengwe darasa sita na ofisi yake, na tupate maktaba, tupate na kila ambalo linatakikana. Na hili bati pia, huku juu vile lilivyo limeoza, utaliona bati lenyewe vile lilivyo, hili bati linavuja hivi. Ya hali ambayo ilivyo, tunavyoliona bati linavuja, patikana ikiwezekana kumolewe hili bati, kupandishwe juu vizuri, kumolewe hili bati ama kujengwe madrasa inavyotakikana. Uwanja bado upo nafasi, ipo ya uwanja ambao anaweza ikajengwa madrasa kwa ukunjufu kabisa. Kwa hiyo tunaomba wafaali alkhairi wa, wawe wenye kusimamia na kutusaidia hali ya mambo kama haya. Kwa hayo mengi na machache nasema, wassalamu alaikum wala afwa minkum.